Mwenyezi Mungu sawa sawasawa kila mmoja furaha yake isiwe furaha yake kwenda kukaa kwenye pombe au kwenye ah furaha yake kila kika hata akisali mimi nasema yeah. anasali lakini asisahau Simba nimekutajia hapa kwamba tulikuwa Zanzibar watu wana kwenye sala ya Ijumaa e, imamu anaiombea nchi utulivu amani na viongozi wake anaisahau na Simba ifanikiwe kupata nini. Kwa hiyo hata wewe ukifanya shughuli zako za ibada, basi Simba nao ingize, Mungu anaweza akatusaidia. Nasema wala mimi sina shaka nao, kwa sababu nimewalea mwenyewe wakati wanaanza kuinukia mpaka wanakuwa sabu kwenye timu ya pili mpaka wanakuja kucheza nini. Kwa hiyo tuna watu sahihi ambao itawauma leo Kapombe au Shabalala akishindwa kupata hichi kikombe atapata watapata tabu sana watu nyumbani, lakini hao wengine wageni wanayokuja, akimaliza si anaondoka kwake okay. Hey, wale tena utafikiri pacha walivyozoeana sasa hivi utafikiri ni pacha, huyu anamjua huyu na huyu anamjua mwenzie. Kwa hiyo ukiona, kuna wakati anaweza kufanya kazi Tshabalala na akafunga akapiga hata kwa mbali akanaweza akafunga na Kapombe, utamkuta yani utafikiri wale ndio mastrika lakumbe lakini kumbe wao ni walinzi, wanakwenda kusapoti ingikuwa mwingine anacheza mpaka kati, alafu fuli aendi, lakini krosi zote utakuta zinapigwa na Kapombe au Tshabalala, na ndio kazi yao na lazima wapambane hivyo kwa sababu watakwenda kufanya nini gani zingine badala hapo. Kwa hiyo midamo, mpira naujua au umwendeshee maisha yake kwenye michezo yao kwa muda mrefu sana, takriban miaka kumi. Tshabalala huku ndani ya Simba, Kapombe alikuja akaondoka, akarudi, bado wanaendelea kunini. Wamekuja watu ambao wa ilikuwa kama mbadala, lakini wameshindwa kuwatoa kwenye nafasi, bado wameendelea kucheza. Labda katika makuzi yao imekuwa nini hasa ambacho wewe unakifahamu, ambacho unaamini hiki kimewafanya kufika hapa ambapo wamefika sasa hivi, kwa maana zile tabia zao namna mm. yao wanavyoishi kwenye mazoezi kwa kwenye hawa watu wawili yeah. Nasema wala una, mimi sina shaka nao kwa sababu nimewalea ni mwenyewe wakati wanaanza kuinukia mpaka wanakuwa sabu kwenye timu ya pili mpaka yeah, wanakuja kucheza nini. Kwa hiyo tuna watu sahihi ambao itawauma leo, Kapombe au Shabalala akishindwa kupata hichi kikombe atapata tisabu, sabu. Watapata tabu sana watu nyumbani, lakini hao wengine wageni wanaokuja akimaliza si anaondoka kwake. Lazima ni watu wasikivu na watu walikuwa wanatazama mpira. Tukisema kwa ki position wale ni mabeki walinzi wa nyuma, lakini ndio chachu ya kupata ushindi. Lazima watafunga wao au watatoa pasi wao hawa watu wawili, eidha yeah, kwa kulia au kwa kushoto. Kwao ni watu ambao wako tayari sasa hivi, yule anaujua mpira wala una haja kumwambia kitu kingine anaojua, yeah, popo tena wale, usitafute mahali pa kuweka kwa walivyo, kwa, kwa walivyokuwa na uzoefu wa ule mchezo. Popote ukiweka wale juu, usiweke goalkeeper juu juu. Tuna upungufu wa striker hata kufungia magoli kabisa, eh, kwa kwa hiyo ni watu ambao hawa wawili, nasema nimekuwa nao na ni watu wana nidhamu kabisa, wala hawana matatizo. Vijana ambao wanachipukia hapo, una vijana wewe, kuna vijana hapo kwenye TV hapo kwenye madaraja tofauti tofauti, uko kwa Msambara, yeah. wanaanza kujifunza nini kutoka kwa Shomari Kapombe na Shabalala eh? Hey, wale tena utafikiri pacha walivyozoeana, sasa hivi hivyo utafikiri ni pacha. Huyu anamjua huyu na huyu anamjua mwenzie, kwa hiyo ukiona kuna wakati anaweza kufanya kazi Shabalala na akafunga akapiga hata kwa mbali akaweza akafunga. Na Kapombe utamkuta, yani utafikiri wale ndo mastrika lakumbe lakini kumbe wao ni walinzi, wanakwenda kusupport. Ingekuwa mwingine anacheza mpaka kati alafu fule, lakini klosi zote utakuta zinapigwa na Kapombe au Tshabalala, na ndio kazi yao, na lazima wapambane hivyo, kwa sababu watakwenda kufanya nini, shughuli gani zingine badala hapo? Kwa hiyo midamo mpira anaojua au umwendeshe maisha yake sasa vijana ambao wa wanachipukia wakiwaangalia wale wanapaswa kujifunza vitu gani kutoka kwa Kapombe na Shabalala, vile wanavyofanya kiwanjani, wakati gani anapanda kwenda juu, wakati gani ana cross zake, kuna mkuta au anaweza kuwa anacheza rafu ya kijinga kijinga, kijinga tu labda isababishe labda timu yake kufanya vibaya. Ni wako vizuri kwenye disu, wanajitambua na mchezaji akijitambua inakuwa haina shaka, anajitambua kwamba watu wana wanazungumza sasa hivi, watu wanazungumza kwamba pengine vijana wamechoka, eh, umri mm -hmm. mkubwa na nini, lakini wao wanatambua, lakini atakuonyesha wao ni bora, bado wana uwezo, ndio maana mm -hmm. wanafanya. Sasa hata wakifanya vizuri, baada ya muda ukitoa, ukibadilisha, itakuwa ni shauri yenu wenyewe. Tumalize mzee wangu, zungumza na mashabiki wa Simba ambao, eh, kwa namna moja ama nyingine, shauku yao kubwa ni kuiona timu yao ikitoka na kombe msimu huu. Zungumza nao, labda unalipi la kuambia kwa shauri eh, maoni yako kwa upande wao. Kipi ambacho sasa hivi, sasa hivi wanapaswa kuifanya, kuhakikisha kwamba wachezaji wanakuwa na morali na wanatimiza ile azma ambayo wanatamani kuona ikifika ndani e, ya Simba Sports Club? Labda kubwa <coughs> ningiwaomba ni wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba, tarehe ngapi tunacheza tarehe kumi na saba na ishirini na tano, e, tano sio mbali, karibuni sasa hivi. Hebu tumche mwenyezi Mungu sawasawa sawa. Kila mmoja furaha yake isiwe furaha yake kwenda kukaa kwenye pombe au kwenye e furaha yake, kila kika hata akisali, mi nasema yeah, anasali lakini asiisahau Simba. Nikutajia hapa kwamba tulikuwa Zanzibar, yeah, watu wana kwenye sala ya Ijumaa, e, imamu anaiombea nchi utulivu, amani na viongozi wake, aisau na simba ifanikiwe kupata nini. Kwa hiyo hata wewe ukifanya shughuli zako za ibada, basi simba nao iingize. Mungu anaweza akatusaidia, yeah. yeye ndio Mwenyezi Mungu tunamtegemea. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba wachezaji nao wakae, wasisahau Uwa, uwa, yani, yani kufanya kitu sasa nataka kwa hizi, kama wiki moja, kila mwana Simba anausika na Simba sasa hivi. Zamani mimi nakumbuka ilikuwa kama hivi, mechi kama hii ingekuwa pale, pana chetezo pana ubani, mtu anapita napiga dua pale pale klabu. Tulikuwa tunafanya hivyo zamani, sijui kama sasa hivi wanafanya. Kwa hiyo mimi nachowaomba kwamba tujitahidi ee, washabiki wa wa, wanachama na wachezaji wakikaa kusimtupe Mwenyezi Mungu tena. Binadamu ukimwomba anaweza kukukimbia, lakini sio Mwenyezi Mungu, anataka umwombe, lakini Mwenyezi Mungu anataka umwombe. Kwa hiyo tumuombe, tumwombe Mwenyezi Mwenyezi Mungu sana atatusaidia. Bana mimi nikushukuru sana mwana. Karibu sana. Ah, tumekaribia tutakuja tena hapa. Inshallah, inshallah. Kombe likiwa limebaki Tanzania. Kabisa tena. <laughs> Tashukuru sana. Ah, shukrani sana. Amen.